Shughuli ya kumpiga msasa mwenyekiti mteule wa IEBC, Erastus Ethekon, na makamishna wateule ilifanyika leo huku kamati ya masuala ya sheria ya bunge la kitaifa ikizua maswali kuhusu uhusiano kati ya walioteuliwa na maafisa wakuu serikalini. Mwenyekiti mteule Ethekon amekanusha madai ya kuwa na uhusiano wa karibu na naibu msimamizi wa ikulu Josphat Nanok. Wake, Hassan Noor Hassan kwa upande wake, aliyeteuliwa kuwa kamishna amekiri kwamba ana uhusiano na kiongozi wa wachache katika bunge kitaifa, Mohamed. Njoroge, Erastus, Edung, akiwa wa kwanza kufika mbele ya kamati ya masuala ya sheria, Erastus Ethekon alijitambulisha kama gwiji wa masuala ya kisheria hasa katika masuala ya kutetea haki za kibinadamu, ila Ethekon ambaye analenga kuchukua nafasi ya mwenyekiti wa IEBC alikumbana na madai ya kuwa na uhusiano wa karibu na naibu msimamizi wa wafanyakazi wa ikulu Josphat Nanok, swala ambalo wabunge walitaka kujua iwapo itamfanya kuegemea upande mmoja in serving the people of Turkana i shall be guided by the law i shall be impartial i shall be fair and no no office whether small or big in this land shall influence me Msajili wa vyama vya kisiasa Anderitu alikuwa wa pili kuhojiwa Alikabiliwa na maswali kuhusu kuteuliwa kwake, kupanda cheo haraka, na utawala wake kama msajili wa vyama. Hassan Noor Hassan ni mwingine aliyekabiliwa na maswali ya uhusiano na viongozi wa kisiasa na namna alivyoingizwa kwenye orodha ya waliohojiwa dakika ya mwisho.

Wakiwa wamemaliza kupigwa msasa na bunge la kitaifa, kibarua sasa ni kusubiri uamuzi, sio tu la wabunge bali pia la mahakama kuu iliyotoa agizo la kusitisha kuapishwa kwao na kuchapishwa kwa majina yao rasmi hadi pale kesi iliyowasilishwa kupinga kuteuliwa kwao itakaposikizwa na kuamuliwa. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen, Nairobi.